Kabisa, tunayo ripoti inayosema kwamba Ruchuru ya, katika, katika teritwari ya Ruchuru grupe ma ya Binza teritwari ya Ruchuru eh, manake grupe ma ya Binza ya kuna sehemu inaitwa eh, Nyamilima ehe, kuna eneo au kijiji kinachoitwa Nyamilima <laughs> kakijiji hichi kimeripotiwa na mashambulizi makali sana baina ya wazalendo na M23. Taarifa tulizonazo zinaeleza kwamba wazalendo ndio waliokwenda na wakashambulia Nyamilima. Wazalendo ndio waliokwenda wakashambulia Nyamilima kupigana na M23. Kuna mfumo ambao wazalendo wanapigana sasa yapata miezi mitatu. Niache naweka hapa sawa, kwa maana watu wengi wamekuwa pia wakiuliza maswali. Wazalendo, mbona wanapigana tu hatusikii wamekamatwa, wamekamatwa? Niweke hili wazi. Nitaliweka wazi kwa sababu hata M23 wanalijua ya wazalendo wanahitaji sana idadi kubwa ya vijana kuingia, ili wawe na uwezo. Wanapopiga eneo, wanakamata alafu, pia wanaweka ka au position, wanaendelea mbele. Sasa kwa kuwa idadi yao ni kubwa, ndio lakini wanapofanya etide ya eneo ambalo M23 imekaa wao wakiwa na system, wakipiga wanakaa, wakipiga wanakaa, maana yake hata ile idadi ya kwenda kwenye fro itapungua kwa sababu itabidi wengi wao waanze kubaki kwenye maposition. Kwa maana hiyo, kwa kuwa ni jambo ambalo wameshaliona kwa M23, wameshafeli M23, hata na wao wamefeli sana, na ndio maana umeona hata kuenda kwao mbele kumezorota si kwa sababu ya mikataba waliosaini, sio kwa sababu kuna seselefe hapana, au kata, wao wenyewe katika utaalamu wa kivita wamegundua etandi nationale ni kubwa, hata etandi yenyewe wameshakamata wao ni kubwa zaidi ya idadi yao. Kwa hiyo hawawezi kuendelea kukamata alafu waweze kulinda, hapana. Wakati wa Mubutu waliweza, waliweza. Kwa sababu gani? Walipokuwa wanapita kwenda, wanakamata maeneo, hapakuwa na ataki nyuma yao, ama kaa zao pozisio zao hazikukuwa atake na mtu yeyote, ili kwamba wapigwe wauawe, ili wa, wa, watu wengine wakamate. Ndio maana wakati mbutu ilikuwa si kwao kwenda na kuenda. Ila wakati, huu ni ngumu kwa maana ya wazalendo wamechachamaa sana, na wanawapiga na wana nguvu. Kwa hiyo hawawezi kujivunia safari twende twende twende, wanajua tunapoenda nyuma yetu tena tunapigwa tena tunanyang'anywa tulichokikamata. Sasa na wameogopa sana kuendelea kwenda alafu Goma ikamatwe tena ambao wameshaitegemea, alafu Bukavu ikamatwe tena, wataona kama wanafanya kazi bure. Idadi yao ni ndogo, wakawa kama wamezembea hivi. Hiyo ni moja kati ya sababu kubwa ya M23 kutokwenda hata mbele. Wanaogopa idadi yao ni ndogo ya kutetea maeneo waliyo ya kamata. Sasa wazalendo, baada ya kugundua hilo, wakaona na wenyewe wasifanye ambiance Wameshawahi kukamata Kavumu, mnajua Kavumu wameshakamata maeneo mengi, lakini pia wakawa najiretire. Kwa sababu gani? Ni tekniki, si kwamba alikuja kutolewa tu, wapigi tu wataendelea kuisha, lakini pale ambapo mipango yao ya kijeshi itakuwa imekaa vizuri na imetulia watakuwa na kamata. Lakini pia si tu katika idadi, ni pia katika minisio. Wakikamata eneo, ili hilo eneo lilindwe, linatakiwa lipewe minisio za kutosha za kulinda eneo. Wao bado ni kelele kila siku wanalia serikalini mtupe vifaa. Vifaa haviji. Kwa hiyo watalinda eneo na PKM 2 au PKM 1, je, watalinda eneo na Karashnikov 3? Kwa hiyo hivi vyote ni vitu vya kijeshi. Lakini tunawashukuru kwa maana kazi wanaendelea kuifanya na wameweka eh, hali mbaya kwa M23 kwa sababu ya kazi wanavyofanya. Bravo wazalendo, bravo wazawaza. Waza. Hilo nimeweka sawa watazamaji na wasikilizaji waelewe. Lakini pia tukitoka Ruchuru uh, nije niseme kwa haraka sana namna ambavyo imetokea leo Goma, FARDC kupelekwa kutoka Goma, kuanza kupelekwa Kinshasa. Ni ipite hapa haraka. Tunakumbuka wakati Goma imekamatwa viongozi watu wenye vyeo ndani ya jeshi la taifa FARDC walikimbia wengi, uh, kukimbilia Bukavu, wengine wakaenda Kisangani, walizagaa wengine Kalemie na wengine huku na kule. FARDC wengi ambao walikuwa hawana cheo ndani ya FARDC hawakujua ule usaliti wala hawakujua ni kitu gani kina kinaendelea. Wakajikuta wengi wao wamekamatwa mateka Goma, hawana pa kwenda, hawana kiongozi wa kuamuru wapigane ama wafanye nini. Sasa hayo majeshi yalikuwa kilalamika sana, vyombo vya habari, mtutetee, mtusemee, tutakufia hapa, itakuwaje? Hatuna namna. Kwa maana wote walikamatwa wakapelekwa MONISCO pale wakawa wanakaa pale MONISCO, njaa sana. Sasa tunashukuru Mungu kwa maana katika lobbying iliyofanyika ushawishi baina ya, ya taasisi za Umoja wa Mataifa, serikali ya Kongo kupitia wizara ya, ya, ya, ya jeshi na kadhalika, basi wamekubaliana FARDC waliopo pale Goma basi waweze kurudi na tunashukuru Mungu sana kwa maana hata shirika la Msalaba Mwekundu ambalo ni shirika la kimataifa na ndilo litakalohusika na kuwasafirisha FARDES kutoka Goma kupeleka Kinshasa. Nimethibitisha hilo jambo, wamekubaliana na litafanyika. Kwa hiyo hata kama hiyo FARDES ni wa Uvira hata pelekwa Uvira, wote watatolewa Goma na kupelekwa Kinshasa. Sababu ni nini? Sikiliza, kitekniki ni kwamba hata M23 imelazimisha hawa watu wasipelekwe hapa karibu, wapelekwe wapi? Kinshasa. Kwa sababu gani? Wanajua ili wale askari wasiende kujisalimisha M23, wasiende kujiunga na wao. Wao M23 wameelewa kwamba hawa wako against, wapo kinyume na sisi, kwa maana wako FARDC wengi waliojisalimisha M23 na wakaingia jeshini na hivi ni M23, ila wale hawakuenda kujisalimisha wala hawakukua tayari kujiunga na emu ishirini na tatu. Kwa hiyo wakaona pia kuendelea kwao kukaa ndani ya Goma ni kama pia ni kutunza ni kuhatarisha pia jiji la Goma kwa upande wao na kwa kuwa wamekataa kujiunga na wao. Kwa hiyo kuwapeleka vile za, za guvernema ambazo ziko karibu na Goma pia ni kuwaweka karibu zaidi na maeneo ya Goma ni kuhatarisha pia kiteknik, wakaona bora hao wa watu waende mbali mbali wapi? Waende Kinshasa. Lakini isingekuwa hivyo basi wangewaambiwa tu, ah si bado tu, hata hapo Baraka ipo Fardesi, si hata hapo Kisangani wapo, si hata hapo Kalemi wapeleke hapo karibu. Wakasema mm, mm. Wakienda karibu hawa watajiunga na wazalendo, wapeleke wa Kinshasa. Lakini pia katika taratibu za immigration uhamiaji, mtu anapokuwa deported amekutwa katika mazingira ambayo hakutakiwa kuwepo, kikawaida pia huwa anapelekwa wapi? makao makuu ya nchi yake. Hilo jambo liko hivyo, tunashukuru kwa maana ya majibu yamepatikana na sasa wataanza kupelekwa, na kwa mujibu wa <coughs> sorry, kwa mujibu wa shirika la Msalaba Mwekundu imesema watakuwa na tripu nyingi, watakuwa na convoy nyingi, awata kwenda wote kwa wakati mmoja. Yep. Na jambo lingine, Goma leo kumetangazwa rasmi baadhi ya makanisa kufungwa na baadhi ya mabarbar eh, maana yake sijui mnaitaja mabivete yale ya kufungwa pia, kwa sababu gani ya wanaripoti, hasa meya wa jiji anasema kwamba vinachangia sana katika katika uhalifu eh, au vitendo vya ujambazi vinavyoendelea ndani ya jiji la Goma hasa makanisa yanayofanya ibada zake usiku kupiga nyimbo na mangoma, lakini pia hata zile bari zinazonywesha watu vileo usiku na miziki mingi. Kwa hiyo vile v, vibaka na wanyang'anyi majambazi wanaprofite zile kelele ndo wanakuja wanaingia wanajichanganya mle pamoja na wale lakini pia wanaweza atapiga risasi wakawa na pora nyumba, watu hawatasikia kwa sababu kuna kuna kelele. Hivi ndivyo ambavyo Meya wa vile ya Goma amesema, kwa sababu hiyo anafunga kwanza makanisa lakini pia na zile baraza za usiku. Na sio makanisa yote, ila ametarget sana kwenye habari ya shughuli za kelele usiku. Mimi niseme hivi. Kuna kuwaga na process. Ange ange angefanya hata mikutano na wachungaji. Washauriane wawaambie ona, tulicho kigundua moja mbili tatu, saisheni hili hili hili hili hili liwekeni hili sawa sawa sawa, na makanisa ambayo yanafanya haya mambo ni haya haya. Je, wachungaji mnaweza mkaliweke sawa kila kitu? Ni mkuongea ni kitu kizuri dialogue, wao ndio wana negotiate sana dialogue, lakini wanashindwa kudialogue na watu au kudialogue, kwa hiyo ni amri tu imetoka ghafla. Hii ni tabia ya Rwanda Kigali, tunajua wote Rwanda Kigali ilifunga makanisa takriban elfu sita yakafungwa yasiendelee kufanya shughuli zao na wakaambiwa wachungaji wajueni makanisa yale mengine. Hii ndiyo siasa ya Rwanda ambayo imetoka Rwanda, inakuja kutumika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ya anyway, hatuwezi kuliongelea haraka, ngoja tuone litaishia wapi kama litadumu hivi, ama litakuwa na mabadi, mabadiliko. Hiyo ni taarifa ya pale Goma. Kabla sijaja kwenye habari yetu kuu nikukumbushe tena unamsikiliza mzee wa habari mbichi katika kipindi chetu cha habari mbichi kutoka Yamba Letu TV. Hivyo tafadhali subscribe, partage emission ili twende wote kwa pamoja. Ninaporudi kwenye habari yetu kubwa ni kwamba nchini Rwanda, sasa Republiki ya Rwanda. Nchini Rwanda hivi ninavyoongea na wewe, katika Republiki ya Rwanda kuna swala kuna swala kubwa la Rais Paul Kagame kuachia madaraka. Sababu ziko tatu, nifuate vizuri. Sababu ya kwanza, Rwanda imejikuta ipo sasa katika wakati ngumu wa kidiplomasia, maanake Rwanda haina mahusiano mazuri na nchi nyingi duniani. Itakuwa labda ni nchi ambayo katika nchi za Afrika itakuwa ni nchi ambayo itaongoza kuharibu na kufanya mahusiano yake na nchi zingine za Afrika kuzorota. Na tuliona hilo rasmi wakati wanasherekea kuibuka ile komemorasho yao ya masakre au jenoside ya Rwanda, marais hawakuenda. Kwa hiyo ni kama Rwanda ilikuwa rejete ya, lakini pia ukiachana na diplomasi inaonekana pia Rwanda hali ya uchumi imekuwa mbaya kuliko mfano. Na huu ubaya wa uchumi wa Rwanda wanapokaa kuangalia wanauchumi au wachumi wa nchi ya Rwanda Wanaona sio jambo la mpito, sio jambo ambalo ni la muda mfupi, kwamba uchumi utakaa sawa. Sistemu ya uchumi na mfumo uliotengeneza uchumi wa Rwanda ulitegemeana na madini au resources wanazoziiba ndani ya Kongo. Kwa hiyo wameangalia mfumo wa hizi resources za Kongo, ina vinavyokwenda kumenejiwa, manake kusimamiwa, wanaona jambo la uchumi wa nchi ya Rwanda litakuwa sugu, litachukua muda mrefu na kiwezekana litaendelea kuharibika siku hadi siku na aliye kichwa wa haya yote ni Rais Paul Kagame. Lakini pia jambo la tatu, jambo la tatu, wahisani wakubwa wa Rwanda, kwa maana ya nchi zilizounga Rwanda mkono na kuisapoti misaada, lakini pia hata uendeshwaji wa serikali ya Rwanda, inchi nyingi katika hizo kuwa na zilizokuwa na share kubwa zimeonekana kama kukaa pembeni, pamoja na kwamba wanyarwanda tu najifanya kama ji kujiongelea na kuwa na maneno mengi, ila siri za ndani na analysis za ndani Rwanda kwenyewe wanaona hili jambo linakuwa gumu. Suluhisho liko wapi? Suluhisho liko wapi? Sio rais Paul Kagame kupata suluhisho wa jambo hili, suluhisho wa jambo hili litatoka nje na Paul Kagame, kwa maana alipofikia Paul Kagame, pia hata wazungu na hata nchi zingine nyingi za Afrika azitamani kumwona Paul Kagame akiwa madarakani. Sasa baadhi ya watu wake wa karibu, viongozi wa jeshi, wanasiasa wengi wanatamani kum, kum, kumuondoa au wanatamani kuona anatoka, lakini atoke katika heshima, sio katika kumuua. Sasa sikiliza, anaenda kwenye haba jambo lililo kubwa sasa hivi ambalo limefanya sasa Rwanda ionekane uchafu katika uso wa dunia ni mkataba huu ambao Marekani imekubali kusaini wa madini na kuanza kuchimba madini ya wapi ya Kongo. Kumbuka katika uchumi kuna vita vikubwa baina ya nchi ya Marekani, lakini pia nchi ya Uchina. Hizi ni nchi mbili ambazo zimeshika mstari wa mbele, wana vita vikubwa vya kiuchumi, vita vikubwa mno, na madini yanayochukuliwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata China pia alikuwa anayachukua kupitia makampuni yake ya watu binafsi. Kwa hiyo China alikuwa ananyonya au anachukua madini ndani ya Kongo katika hali ambayo sio rasmi, kupitia makampuni individual companies. manake makampuni ya watu binafsi ndio alikuwa anayatumia hayo makampuni ya watu binafsi ili kupata madini ya Kongo. Sasa kwa mfumo ambao eh, Marekani imekuja na yenyewe inatumia makampuni. Nitakuja siku niongele haya makampuni ambayo Marekani yanasaini na Kongo. Je, ni makampuni ya Marekani kama serikali au ni makampuni ya watu binafsi wenye ushawishi? Lakini wa, wa ushawishi wao ule yanatumia sana jina la Marekani. Nitakuja kuongea. Mtu wa Mungu, umepata neema kuwa na mchambuzi kama mzee wa habari mbichi hivi ni vitu ambavyo havikukua ndani ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, kuongea habari za vita na kuzitambua na kwenda kufukunyua vitu vya ndani. Na yeyote atakayekuwa ananisikiliza vizuri kupitia Mbaletu TV ama sehemu nyingine yoyote ama Home Ministry, basi utaelimika vitu vingi sana. Sasa Marekani iko serious na hili jambo la madini, na baada ya Marekani kwenda kugundua, kumbe haya madini yaliyokuwa mezaga duniani kwa jina la Rwanda, kumbe siyo madini ya Rwanda. Sasa hivi dunia yote imejua, Rwanda ilidanganya dunia yote kwamba ina madini haya, cobalt hivi hivi. Dunia yote imejua kumbe Rwanda ni waongo. Na nikwambie wazungu wana makosa mengi, wazungu wana madhaifu mengi, lakini jambo la uongo ndani ya kinywa cha mzungu uongo una asilimia chache. Wazungu ni wambea, wazungu ni wataalamu wakukutengenezea mitego, lakini uongo kwamba nimesema naitwa fulani, kumbe ye ni fulani. Mimi ni raia wa Rwanda, kumbe ni raia wa Kongo. Mimi jina langu Joseph, kumbe yeye jina lake Avyarimana. Ah, wazungu wako hivyo. Sasa Rwanda baada ya kuonekana ni nchi yenye uongo, uaminifu na nchi nyingi umetoweka. Inchi chache zilizobaki na Rwanda kama kina Ufaransa, inchi chache zilizobaki na Rwanda ni inchi ambazo bado zinaamini labda kupitia Rwanda business zao zinaweza kwenda, labda na na bado wanao yanayofanyika leo kama maigizo, lakini na hata inchi hizo, inchi na zenyewe zinaendelea kwenda, zinatoka taratibu taratibu taratibu. Msidanganywa na kuona M23 inaendelea ndani ya Kongo. M23 imepanga kwenda kupiga pale, ame imekamata pale kwamba imeshinda au Rwanda imepata unafuu. Hapana, dunia yote imeshajua Rwanda hana madini. Na nguvu ya Rwanda haiko kwenye M23. Nguvu ya Rwanda katika diplomasia haipo kwenye avanse ya M23 au rekile ya M23. Nguvu ya Rwanda kimataifa ipo kwenye madini aliyoyasambaza duniani na kusema anayatoa yeye. Sasa dunia imeshajua kumbe hana hayo madini. Kwa hiyo, na hapo ndipo palipokuwa na kifo cha Rwanda kidiplomasia, lakini pia kiuchumi duniani. Sasa mpaka leo, kwa taarifa yako toka tumeingia mwaka wa elfu mbili ishirini na tano hivi, tuko mwezi wa nne. Uliza immigration ya Rwanda namna ambavyo uchumi wa Rwanda ulivyoshuka asilimia thalathini na nane umeshuka. Hakuna utalii Rwanda tena, umeshuka, wazungu kuja Rwanda awaji tena. Kwa hiyo hata hoteli za Rwanda hazina client tena Wanje ukiongea na migration ya Rwanda watakwambia hivi ninavyokuambia. Watu wote walikuwa wanakuja makampani kwa ajili ya Rwanda, madini business na nini, hawaji. Dunia imeelewa, pamoja na kwamba ziko companies bado hivi na vile, lakini siku ambayo zile akina Rubaya zimekamatwa, siku ambapo eh, haya maeneo ambayo M23 ipo amani itakapokuwa ipangwa na ikakamilika, mtaona ile Rwanda ile utakuwa mkoa wa Kongo. Ndio mambo yatakayotokea, andikeni tarehe hizi. Rwanda itabaki jina Rwanda, Rwanda itabaki na pesa yake, franka za Rwanda, Rwanda itabaki na serikali yake kama Rwanda, lakini kiuchumi Rwanda itaishi kama Zanzibari na bara Tanzania hii inayo, inayo undwa na Tanganyika lakini pia na Zanzibar. Sasa Rwanda itakuwa kama Zanzibari na Congo ndio itakuwa kama Tanganyika, majina yatabaki hivyo, na hili jambo halitaonekana zarani, ila ndivyo vitakavyokuwa kiuchumi. Kwa sababu gani? Rwanda akikubali apoteze sampursa mahusiano yake na Congo ipoteze sampursa, manake Rwanda itabaki hata zile barabara zilizojengwa Rwanda zitakosa watu wa kuzifagia, maana hata hela ya kuwalipa itapatikana. Itachafuka kama takataka la mweu la msazi. Sasa ili Rwanda iwe na unafuu itabidi sasa, na ndo hesabu za wazungu hizi, hawataki Rwanda yangaike ama ichafuke, itabidi sasa Paul Kagame atolewe madarakani. Atakapotoka Paul Kagame madarakani, ataingia rais mwingine ndani ya nchi ya Rwanda. Huyu rais atakapoingia ndani ya nchi ya Rwanda, sasa yeye ndiye atakaye jenga diplomasia nzuri kati ya nchi ya Rwanda na nchi ya Kongo, ili kwamba Rwanda itumike iendelee kutumika kama njia nyingine ambayo madini ya Kongo yanaweza pia kupita. Njia ya pili atakwenda Ulaya kama hivi ambavyo Marekani imepanga hivi. Madini ya Kongo yatakuwa yanatoka labda Kongo, yakitoka Kongo yanaenda Zambia. Hii ndio barabara ambayo Marekani imeshapanga madini yatakavyotembea, yanatoka Kongo yanakwenda Zambia, yakifika Zambia, yanatoka Zambia yanakuja Tanzania. Baada ya kufika Tanzania, ndio yanakwenda nje. Kwa hiyo Koyo..., pia wazungu watafanya madini yatoke Kongo yafike pia Rwanda. Yakitoka Rwanda yanaweza yakaenda nje. Hii itakuwa njia fupi, njia rahisi, ili Rwanda iendelee kufaidi, lakini katika njia ambayo iko wazi na sio ya ukorofi, sio ya wizi, sio ya unyanyasaji. Paul Kagame kwa aibu hata kubali. Sasa ili haya yaende sawa, atatolewa, anakuwekwa rais mwingine ambaye atajenga mahusiano mazuri na hizi nchi ziende sawa. Haleluya, haleluya, haleluya! Atatolewaje paul Kagame? Hata wawa wazungu wana mipango mitatu ya kumtoa Paul Kagame. Andikeni tarehe hii. Kitu cha kwanza, wataweka demokrasi iliyo nzuri ndani ya Rwanda. Watalazimisha Rwanda iwe nchi ya demokrasia vizuri, na wao wenyewe waingilie kati kwa ajili ya kufanya demokrasi ifanye vizuri. Mtu atakayepita atapita katika demokrasia atapigiwa kura na atapita. Atakapopita sasa, huyu ndiye atakayetengeneza hili sasa, hili Rwanda hata, hata kataa Paul Kagame. Kwa maana hiyo hata kataa, kwa maana atakuwa ameshawekewa kala moto kwenye mgongo wake, kama vile ninavyoona kobe. Kobe inaweza ikaingia humo ndani, haitaki kutoka ile ikishawekewa kala moto mgongoni ataondoka tu, na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa Paul Kagame. Niseme hivi, Rwanda haitabaki hivi kwa ubabe huu, Kongo haitabaki hivi kwa vita hivi unavyoviona vyona Nord Kivu Sud Kivu na hiyo mipango mingine, mpaka hivi psychologically, eh, sorry mpaka hivi kisaikolojia viongozi wa MV wapo katika wakati mgumu wa kuangalia wanafanya nini ili haya mambo yawakalie sawa, lakini wanaona tunapolala na kuamka mambo yanaendelea kuwa magumu kwao, tunapolala na kuamka mambo yanaendelea kuwa magumu kwao. Lililobaki ni jambo la kisiasa, na haya ndio matokeo yatakayotokea kwa Rwanda au kwa Paul Kagame wazungu wamekwisha kupanga hivyo. Mimi ninakwambia hivi, ninajua ninachokiongea, na huu ndio utakuwa mwisho wa Paul Kagame. Utakuwa hivyo, mwisho wa Paul Kagame. Na baada ya Paul Kagame kutoka hata ingia raisi, atakayekuwa mbishi katika diplomasia za nchi za Afrika, hasa nchi ya Kongo, hasa nchi ya Burundi, nchi ya Tanzania, nchi ya Zambia, nchi ya Kenya na Uganda. Wazungu wanataka watengeneze hizi nchi ziwe kwa amani. Na sio wazungu wote, ni Marekani ambaye ameamua kufanya dili alilokuwa amelifanya na Rwanda. Lile dili alilokuwa amelifanya na Rwanda, amelichomoa Rwanda, amelifanya sasa na Kongo. Ile amani na ile sifa ambayo Rwanda ilipata duniani sasa Marekani atafanya ile sifa i, isikike sasa ndani ya Kongo. Lakini pia kama awa Wakongomani, kama awa Wakongomani watakuwa wataalamu wa kufanya mikataba, makampuni bado hayajafika, yatakuja mengi ya kutoka Marekani na nchi zingine. Kampuni zitakuja nyingi, kampuni bado zitakuja nyingi, kwa maana yako maeneo mengi ambayo bado madini mbalimbali mbali yapo yako maeneo mengi ambayo bado vitu vingi vya kuexploite vipo, ambavyo makampuni mengi kutoka duniani, nchi zingine bado zitakuja Kongo. Tatizo ninaloliona ndani ya Kongo, sijaona kama kuko wa, wa exper, sijaona kama Kongo kuko wa exper wa kufanya makontra. Ni wasomi kifaransa cha mingi, lakini nilivyoona tu hii barabara ya madini marekani itakavyotembea nikasema, Kongo akujawa expert sana wa kufanya mikataba ili inchi ifaidi ili inchi ifaidi. Nitakuja kuongelea mfano. Wewe, madini mad, madini yanatoka wapi? Katanga huko yanaenda Zambia. Hebu sikiliza kwa mfano, sikiliza hapa kwa mfano, unielewe kidogo hapa, namaliza mfano. Madini yanachimbwa yana huko Katanga huko Ukiangalia huko huko Katanga huko ndio karibu na Zambia huko. Katanga huko huko ndio karibu na Zambia. Maanake madini yanatoka pale Katanga yanaenda Zambia. Maanake hayakupita ndani ya Kongo. Yanaenda Zambia. Yanatoka Zambia yanaenda Tanzania. Ukiangalia hapa, maanake hapa, maanake haya madini haya. Haya madini haya. Ayajap, ay, ay, ayajapita ndani ya Kongo. Faida ya Kongo iko wapi katika kusafirisha madini? Tunapokwenda katika uchumi, faida ya ku, inayotokana na, na kusafirisha madini Kongo hapo haitapata, lakini kama madini haya yangesafirishwa ndani yangechimbwa ndani ya Kongo Zambia, huko Katanga, eh, sorry, Katanga huko yachimbwe huko Kongo hiyo blishe aya madini haya ili yatoke yaende sasa Zambia, yanatakiwa yaje kwanza yachujwe, eta ya, ya, jikwanza, ya chujwe, kwanza wapewe eneo lingine lililo mbali na hapo madini yanapochimbwa, ili pangezo barabara ya kutoka kule kunapochimbwa madini kufika mpaka kwenye kiwanda cha kwanza cha kusaga hayo mawe ama ya kutenganisha hayo mawe. Hii barabara ijengwe, hii hoteli zijengwe maeneo haya, kwa maana watalii watakuwa wanakuja kutalii huku, alafu ndo itoke hapo, yasafirishwe ilazimishe kwa ndege, yaje kwa barabara, lakini kutoka hapo kwenda Zambia yaende sasa kwa ndege. Kunatengenezwa aeroporo eneo hilo ambalo lilikuwa alipo aeroporo, aeroporo ya kisasa, kutoka madini hapo kuyapeleka Zambia sasa, kama anataka yapite Zambia na huko kwenda Zambia, wazungu wanapeleka Zambia kwa sababu wameona ndani ya Kongo hakuna amani, ndo tu, tupenyeze tuwai kufika hapa Zambia tufikishe madini yetu kwenye nchi hiyo na amani kwanza, ndo tujue njia zingine, ndo ujanja wazungu, wa wazungu lakini wakongomani hawajaona hiyo tekniki ya wazungu, wamepikwa vitabu kuliko na wao, waingize kwenye tekniki hapana. Zambia hapana, kwani zambia inaingiaje hapo? Zambia imeingizwa tu ili watoke shabi hapo karibu na Zambia hapo Katanga wawai kutondokea Zambia, wakongomani awaliona lakini kuna siku tutakuja kuliongelea hili la madini. Kongo imefika mahala patumaini, kama wanasiasa wataliona hili jambo vizuri na makampuni yaliyo njiani kuja, basi mambo yatakaa sawa. Ninaamini, nina amini hivyo, hivyo. Tuiombee sana taifa la Rwanda, ili viongozi wa siasa pia walioko Rwanda waweze kuona, wafikirie ndani ya akili yao amani, wafikirie ndani ya akili yao upendo, wafikirie ndani ya akili yao maendeleo ya pamoja kama wa Afrika. Hilo jambo litasaidia sana ila, Kagame yuko ukingoni, anko yuko, yuko ukingoni kuondoka.